Kutrade e, future e, ukiwa umepewa signal. So video hii hapa nitakwenda kukuelekeza namna ya kutrade future ukiwa umepewa signal. Sasa e, signal ni taarifa ambayo inakuwa sarafu, e, na jina la sarafu na baadhi ya taarifa zingine za msingi. Sasa moja kwa moja nitakupeleka kwenye mfano wa signal e, na kukuonesha namna signal inavyokuwa, signal inavyokuwa so huwa hapa e, ni mfano wa ambayo unaweza ukapewa. Inaweza ikawa haina hizi taarifa zote, ikana baadhi tu ya taarifa, lakini e, huu ni mfano wa ambayo unaweza signal inakuwa ina eh inakuwa ina jina la sarafu eh, lakini pia inakuwa ina maelekezo mengine kwambaana kwenye sarafu labda hapo maybe labda inatakiwa short au wrong yeah. Ni kitu cha kuzingatia, lakini pia inakuwa ina margin modes eh. Yeah, ina margin modes, ina margin yeah, ina margin modes hivi, ina margin modes, lakini pia mbele ya margin modes hapa eh, kwa wengine anaweza kama ameitenga eh na kuandika mm ina margin modes. E, lakini kwenye margin modes mbele hapa mtu anaweza kukuandikia kitu kama hichi, e, margin modes maana yake authority, lakini kwenye sorted hapa anaweza kukuandikia labda na leverage utumie ngapi ambapo leverage iko kwenye mabano ambayo hapo ni 5x. Lakini pia, e, kuna entry price. Sasa kwenye entry price hapa ni bei ambayo utaingilia sokoni. Je, ni bei iliyopo sokoni kwa wakati huo, e, au ni bei ambayo inatarajiwa ina, ina, ina kufikiwa baada ya muda fulani sasa ikiwa ni market price au market price, maana yake hiyo ni bei ambayo ipo sokoni muda huo. Lakini ikiwa ni limit price, maana yake ni bei ambayo eh, haijafikiwa bado, kwa utaseti ile bei kwamba pana bei fulani ikishafikiwa ze, utanunua kwa utaseti ile price, utakuwa umeshaandikiwa pale kwenye hiyo signal. Ze ni mambo yatakuwa hivyo, lakini pia signal zingine zinakuwa zina mtaji eh, allocation ya mtaji kwamba pana inabidi kwenye hii signal utumie mtaji kiasi fulani lakini zingine zinakuwa zina percent kwamba kwenye ile kiasi ambacho ulicho nacho, uh, au kile ambacho ulicho kideposit yanakwambia labda tumia asilimia kumi ya dola mia kwa unajua kabisa asilimia kumi ya dola mia inabidi utumie dola kumi tu au akisema tumia dola akisema tumia asilimia ishirini kile kiasi ambacho ulicho nacho kama dola mia maana eh, yake utatumia dola ishirini lakini pia ina kitu nachoitwa TP eh, yeah, au take profit. Lakini pia eh, yeah, zingine zinakuwa zina risk warning zin, zin, zina risk warning kama hivi, lakini zingine waga tunasema zinakuwa zina stop loss eh, yeah, yeah. au eh una set kwamba ikifikia bei fulani, bwana mimi nikiwa kwenye yeah, hasara laba dola mbili, dola tatu au bei fulani, maana yake mimi ye nitatoka sokoni. Sasa hiyo bei maana yake itakuwa ni automated, maana yake ukishaiseti, okay, ukishafikia hiyo bei E, utato, utatolewa sokoni automatic. Sasa hapa nitakuelekeza, eh nitaenda Binance kule kukuelekeza e, namna ya kuseti hizi taarifa, namna ya kuseti hizi taarifa, so tena moja kwa moja e, kule e, Binance. So mimi hapa naingia Binance moja kwa moja e, kwenye Binance yangu e, hapa lakini baada ya kufika Yeah, baada ya kufika mimi nitaenda moja kwa moja kwenye future hapo, so nitagusa hapo kwenye future yeah, itafunguka nitanda mm, huko vizuri, nitaingia kwenye future baada ya kuingia kwenye, kwenye future. Okay, hapo bado kuna shida e, kuna shida, so mimi nitaenda Binance. E, nitaingia Binance zeni baada ya kuingia Binance. Eh, baada ya kuingia Binance, eh, Binance nitaenda kwenye future so nitaingia kwenye future. Eh, nitaingia kwenye future hapa, so nikiingia kwenye future hapo nitaifungua eh, zeni baada ya hapo Then baada ya hapo nitahakikisha kwamba nimehamisha fund yangu kutoa kule kwenye spot na kuleta kwenye future wallet. Eh, then baada ya hapo mimi nitafuata maelekezo ya ile signal ambayo nimepewa, so kitu cha kwanza ni ku jina eh, la sarafu kwa, ni lazima ujue sarafu gani ambayo, so, unaenda ku trade so ukigusa hapa hivi utaenda ku Yeah, search, sarafu ambayo nataka kutrade so mimi hapa yeah, ni sema natrade pe, nani doji so nitakuja hapa sehemu ya kusearch sehemu iliandikwa search eh, then nitasearch hiyo sarafu ya doji so nitasearch sarafu ya doji. Yeah, doji, so itatokea hapa, doji USDT, yeah, doji USDT hapa, then nitaigusa baada ya hapo nita, margin mode zangu ni close sio close, ni isolated, nitagusa hapo ku change margin modes, taandika taweka isolated, then baada ya hapo leverage yangu ilikuwa ni 5, nitagusa hapa kwenye 2x, then nitaweka 5. Nitaweka 5 kwenye mbili hapo, nitagusa, nitaandika namba tano, then baada hapo nita confirm. Lakini yeah, mimi na dola tano sina dola kumi kuna dola tano tu, so nitatumia kama ilivyo. So mimi kwenye initial margin hapa nitaandika kiasi ambacho nataka kiingie kwenye hii trade hapa hivi yeah. Sasa kwa wengine inawezekana haiko kwenye huo mfumo wa hivyo, so ikiwa haiko kwenye huo mfumo wa hivyo, ikiwa kwenye mfumo wa sarafu, utagusa hapa hivi kwenye SDT Then utabadilisha utabadilisha kwa nyingine inakuwa kwenye mfumo labda mfano wa doji ya kifungua inakuwa hivi, so kikuta iko hivyo, maana yake gusa hapo eh, gusa hapo kwenye hiyo doji, then ukishapagusa make sure una, unachagua USDT. Then, ukichagua USDT eh, ukichagua USDT make sure unachagua initial margin kuna kanani hapo, kisha gusa margin, kisha andika initial margin zeni. Baada ya hapo, kwenye initial margin hapo utaandika kiasi ambacho unataka ku spend. So mimi hapa kwa sababu na dola tano, e, nitatumia zangu hiyo dola tano yote, lakini kwenye signal inasema nitumie dola kumi. So baada ya hapo eh, nitakuja hapa kwenye TP TP, hapa kuna sehemu imeandikwa take profit then nita wake up eh, mimi nimesema ikifika kwenye mbili pointi ziro eh, point mbili sita nitachukua faida hapo. Then baada ya hapo eh, kama ina stop loss manaake utaandika price hapa. So mimi yakongo haina. So baada ya hapo utagusa kama ni kubai, kama ni open long uta open long, kama ni open short uta open short. So ya kwangu mimi ilikuwa niku open long, kwa nitagusa hapo. So hapa inaniambia insufficient margin, yani maana yake eh, sina mtee wa kutosha. So naweza nikaja hapa Uh, zeni nikaongeza I don't know kama I have money, so nitaweka tena hey, dora mm -mm -mm. mm -mm. nishucha hapo then nitaongeza dora sita. Mm. En, baada ya hapo kwenye initial margin nitaweka kumi na moja kumi then nita open long hapa hivi so hapo nikishagusa hapa manake tayari nakwambia success, kwa sababu mtaji nilikuwa nao So trading ndo kama hii hapa inarani. So nikitaka ku close nitagusa hapa hivi, nitaka ku edit tp au kuweka stop loss nitagusa hapa. Nikitaka ku edit leverage nitagusa hapa. Kwaona isi mtakuwa mmenielewa namna ya ku place eh, signal kwenye future. Okay guys, asante, muwe na wakati mwema, bye.